Ushuhuda wa mwanamke aliyetafuta mtoto kwa zaidi ya miaka sita baada ya kukutana na huduma maombi ni dawa na kuifuatilia, Mungu amemjibu haja moyo wake na sasa amepata ujauzito. Tunaweza tukaona shuhuda yake ambayo amenitumia anasema: amina mtumishi, kupitia maombi yako Mungu amejibu niliangaika kutafuta mtoto. Anasema huu mwaka wa sita Kumbe alikuwa anatafuta mtoto ni mwaka wa sita, alikuwa hajapata, lakini ananipa ushuhuda kwamba baada ya kujiunganisha na maombi Mungu amejibu. Anasema amepima jana, amekutwa ni mja mzito. Anasema hakika Mungu ni muweza. Mungu anasema alibariki. Anasema niendelee kuombea na wengine. Anasema yeye ni Janet kutoka Tanga na hakika Mungu ni mkuu sana. Nimeona shuhuda nyingi Mungu akiwatendea watu akiwaponya magonjwa akiwafungua vifungo akiwapa amani akiwapatia watu mwenza sahihi akiwapatia watu eh, watoto na uzao akiwaponya watu magonjwa makubwa na mazito ambayo yamesikika kwenye masikio ya kibinadamu. Kwa kuwa tunamwamini Mungu, hakuna neno gumu lisiwezekana kwa Mungu na tunasema daktari wetu ni Yesu. Hakuna ugonjwa, shida, changamoto, magumu yanayomshinda Bwana Yesu. Hivyo nawe inua imani yako tu, tuendelee kuomba, usikate tamaa. Kama Mungu alivyomtendea mpendwa huyu Janet, basi akutendee na wewe, akusaidie na wewe, akujibu sawa na mambo ambayo unasema, Mungu, nimekuomba kwa muda mrefu. Mungu akuvushe katikati yao yote. Endelea kuweka imani kwa Mungu, usiache kuomba, usikate tamaa hata kama unapigwa vita kiasi gani. Mungu akubariki, akutendee mema, huwe na wakati mzuri. Naitwa mwombezi Pasta Godwin Ndelwa, maombi ni dawa.